ndoa na wameolewa baada ya miaka kumi wakafa maanoni na kilioni, wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mmewe pia haribu maisha ya watu na hawajui. Ikiwa katika maeneo unayoishi, ikiwa katika ukoo uliozaliwa, zipo madhabahu za aina fulani, na haujajua jinsi ya kuvunja hizo madhabahu, zitatesa maisha yako, zitaharibu maisha yako. kushukulia Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa katika maisha yetu ya kiroho, ni lazima tutambue ya kwamba kuna roho ambazo zinaongoza maeneo na kutokana na historia ya watu walio ina shida lakini kumbe ile shida imetokana na watu walioanzisha. Juzi nikawa na kikao na viongozi wa dini pamoja na wazee wa mira, wale wa mira. Sasa wakaeleza kitu kimoja, wakasema mira ni zile taratibu na wazee wale walio kutangulia walifanya nini? Hiyo ndio inaweza aa ikakufanya ukafanikiwa au ukashindwa kufanikiwa. Watu wengi tunazaliwa kwenye familia, lakini kuna kwenye ukoo na wala ukoo umetengenezwa na roho ya taraka. Wanakuta mtu anaonewa na awezi kaa kwenye ndoa, baada ya muda ndoa inakosa na anaondoka, anarudi nyumbani, anaenda kukaa pekeake. Nini kimetokea? madhabahu